Wakati wazazi wa kijana huyu watafika nyumbani kutoka Mombasa wanakofanya kazi, watakuwa na swali moja kutoka kwa mwenye duka hili. Ulimfungia kwa madai ya kuiba mkate, hiyo vitu angewagawa hii mtoto, alafu wachamia wa a mosobeja angekuja changa hiyo pesa kama kuna kitu enye hiyo mtoto alikula. Kwa hiyo tuga tungekuja kuchanga kuliko tupoteshe mtoto ambaye achui kitu. Isaac Kipkoech anasemekana kutishwa na wenyeji wa hapa wakati alipokuwa amefungiwa, wengine wakisema watamuua. Juhudi za mzee wa kijiji kumfikia mwenye duka angaa amfungulie kijana hazikufua dafu. saa ya saa nane nikapata habari ya kwamba yule kijana amejinyonga. Mtoto alipata kufungiwa ndani ya nyumba kutoka saa nne mpaka hadi saa nane. Kwa sababu hata hiyo mama ni msasi, angesema fungua mtoto, kwa sababu ni mtoto mchanga sana. Angeweza kusema mtoto akae ndani hiyo masaa sote. Sasa kwa vile watu wamechukua kitu kusema wanachoma watu, mtoto aliona badala nichomwe nikuwa hai, ili nikufe. Kama ni shetani alimwendesa, sigujwa na kupatikana na kitu yoyote e. Huku mipango ya kumzika kijana ikianza, wenyeji watakabiliwa na maswali kuhusu hatua ya kuchukua sheria mikononi mwao, kwani baadhi wanasema haingekuwa kutishwa kwa kijana, huenda hangechukua maisha yake. <tiposilio> Anne Mawathe Citizen Nipashe.